Naam, mtazamaji, nadhani utakuwa unakumbuka kwamba mmoja kati ya wasanii ambao ameishawaigi kufanya vizuri sana hapa Tanzania, huyu hapa si mwingine bali ni Nuhu Mziwanda. Nadhani utakuwa unamfahamu, ameshatoa ngoma nyingi sana lakini, moja kati ya ngoma ambazo zilifanya vizuri kimataifa ilikuwa ni ngoma ambayo alifanyaga na Alikiba, mara tu baada ya Nuhu kuachana na Shilole ambaye alikuwa ni mpenzi wake wa muda mrefu, ni kwamba Alikiba bwana alipata nafasi ya kufanya kolabo na Nuhu Mziwanda. Ngoma ilikuwa inakwenda kwa jike, kwa jina la Jike Shupa Umeona, ile ni ngoma ya Nuhu Mziwanda na ile ngoma bwana, ilikuwa ni moja kati ya hit song kubwa sana, kutokana na controversy ambayo ilikuwa inaendelea kwa wakati ule, hususani ukizingatia kwamba Nuhu Mziwanda ametoka katika mahusiano na Shilole na issue ambayo ilikuwa imefanya Nuhu atoke katika hayo mahusiano ni kwamba alikuwa anachapwa alikuwa anatandikwa makofi na Shilole, ilikuwa inasemekana hivyo kwamba Nuhu, bwana Shilole alikuwa anamtandika sana makofi pale wanapozinguana. So ikabidi aachane na Shilole, wakaachana. Kwa hiyo mapenzi yakawa yameishia hapo. Nuhu akaendelea kumove on na maisha yake, lakini akaja ya ya akaendelea kutoa kazi. Ukiachana na hiyo jikeshupa ambayo ilifanya vizuri, ni kwamba kaja katoa kazi nyingine na zinazo pia zilienda, lakini baada ya muda tukaona akawa amepotea. Sasa amerudi kwenye mziki na hali yake kidogo, kwa namna moja au nyingine, watu wengi sana wamekuwa concerned nayo, watu wengi sana wameanza ku kufuatilia kwa karibu kwamba nini ambacho kimemkuta Nuhu Mziwanda nu mpaka hali yake ya kiafya imekuwa vile wengine wa wakiwa wa yani la na mziki wake auendi na biashara mishe nyingine za

amekuwa akiomba sapoti kwa wasanii wengi tu ambapo amevujisha mpaka DM ambazo tumeziona, alimtumia DM, kumbe Diamond amemtumia DM. Chino, Jay Melody, Mario wote hao na Rayvan pia, wote hao aliwatumia message Instagram, lakini hawajamjibu umeona bwana. Lakini baada ya kulalamika sana, na alikuwa yeye mwenyewe ndoto yake au kitu ambacho yeye alikuwa anaona kwamba kitamweka kitamrudisha kwenye ramani kwa haraka, alikuwa anataka apate collab na Diamond, lakini jambo hilo likawa limeshindikana, kwa hiyo kwe watu wakamsi kwamba hawezi akapata kolabu na Diamond hata kama akiwa anamtumia message Instagram kila siku, kutokana na kwamba Diamond bwana ni msanii mkubwa na lazima alinde brand kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo levo ambayo sasa hivi Nuhu yuko nayo, hawezi akapata kolabo na Diamond. Cha kufanya yeye, awacheki hawa vijana wengine ambao wapo katika industry na wanafanya vizuri. Umeona eh? Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo akawa anawa DM hawa wasanii wengine. Sasa Chino akaenda ku comment katika moja kati ya post ambazo Nuhu alikuwa ameziweka katika ukurasa wake wa Instagram akiwa anamuomba kolabo eh, Mario. Eh, bwana Chino akaenda pale akaandika kwamba brother, njoo studio, usinufaishi watu. Yani kwamba ishu ya yeye Nuhu Mziwanda kuomba kolabo na kuwa DM wasanii alafu anamchunia na, mchunia, na kuposti hizo DM kupitia ukurasa wake wa Instagram ni kama vile ananufaisha watu kwao. Cha kufanya ni kwamba Chino amemwambia aende studio. Umeona bwana? So, hivyo ndivyo situation ilivyokuwa. Sasa at the end of the day ni kwamba Cox dawa yao, mmoja kati ya wadau maarufu tu huko mitandaoni amemfuata Nuhu eh? Ameenda pale amejitolea kumfuata kupiga naye stori. Yani Cox amekuwa kama vile ni mtu ambaye kidogo anamsimamia kwa namna moja au nyingine Nuhu Mziwanda. Kwa hiyo Cox ameonekana katika video ambayo alikuwa amejirekodi akiwa yuko na Nuhu Mziwanda wanapiga stori, akawa anamwelezea kwamba bwana, najua kwamba sasa hivi kidogo mambo hayajakaa sawa, lakini ndio uanaume. Mwanaume unadondoka, unanyanyuka, unaendelea kupambana, safari ya maisha inaendelea. Kwa hiyo hata wewe pia umedondoka, unaweza kunyanyuka ukaendelea kupambana. Kwa hiyo sasa pale ni kwamba Cox dawa yao ameamua kum peleka sasa studio kwa Chino kama the way ambavyo Chino mwenyewe alivyomwambia Nuhu aende studio kwake. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, na hiyo ndio moment ambayo hapa ilikuwa inaendelea. So hebu sikiliza hapa kilichotokea baada ya Cox dawa yao hukutana na Mziwanda maisha

u mwanangu wako samuguukonani kwa Chino, narudi Chino, nakuja. Ndugu yangu dipona, ndugu yangu a Mziwanda, tunakuja huko. kuanguka sio kifo, anaume unaanguka, unajifuta, unasimama, safari inaendelea. Chino, tunakuja mwanangu. Ya, so hiyo ndio video ambayo Nuhu amerekodi akiwa yuko na

ni kwamba ameposti hapa akasema kwamba mwanaume hakati tamaa, mwanaume akianguka anainuka, anajifuta, safari inaendelea. Thanks Chino kwa kujitolea kiroho safi kumrudisha Nuhu Mziwanda kwenye gemu sun, jambo kubwa linakuja, msapotini. Mziwanda bado ni kijana mdogo na mziki una mdai. So, hicho ndo walichoposti dawa yao, na hapa wadao bwana yao hapa wamekuja kuweka maoni yao meona, eh? Eh, pamo, kuna watu hapa amekuja kuweka maoni yao. Kuna watu hapa amevutiwa sana na kitu ambacho Cox amekifanya kumpeleka Nuhu Mziwanda studio kwa Chino hapa. Kuna mtu hapa amekuja ameandika kwamba Cox, pamoja na ujinga wako una moyo wa tofauti sana eh? Kuna mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana, Bless hii ni kubwa sana kumpa nguvu mwenetu, ndio upendo wa dhati eh? Kuna mtu mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana Cox unataka umeneja kwa lazima, ameandika kwamba Cox unataka umeneja kwa lazima ila una unakaa unafiki fulani hivi. Anyway, keep going, manager. Unaona, kuna mtu amekuja kuandika hivyo, alafu yeye mwenyewe Cox akaja akajibu akaandika kwamba eh bwana, angalia posti iliyofuata hapo alafu uache kuropoka. Cox mwenyewe amekuja kujibu. Kwa mtu mwingine hapo amezoea kusema kwamba bwana ndugu meneja you are so funny. Kwa mtu amezoea kusema kwamba bwana Nuhu mnyamwezi sana. Kwa mtu amezoea kusema kwamba bwana atoe atoe atoe kwanza hayo marangi kichwani. Kuna watu wamekuja kuandika hivyo Nuu ana hizi na bleach, kwa hiyo watu wamemwambia kwamba atoe hizo bleach kichwani. Alafu kuna mtu so, bwana huu ni uvivu wa kulima tu, mpeni bodaboda ya mkataba na yeye. Kuna mtu ameandika hivyo. mm -hmm, kuna mtu ameandika kwamba bwana, mitano tena, Koksi dawa yao, nitafute pesa, e, nita, pesa nije dukani kwako tu ni kuungishe. Kuna mtu amekuja kuandika hivyo, umeona bwana, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini kuachana na hilo, ni kwamba huyu cox dawa yao, kuna baadhi ya comment hapa zimejitokeza watu wakiwa wanasema kwamba ana force umeneja. Kwa hiyo cox amekuja hapa akaposti picha nyingine ambayo alikuwa yuko na Nuhu Mziwanda kitambo, kwamba kumbe wanafahamiana tokea zamani. Cox akaandika kwamba nimesoma post iliyopita, nimegundua kwamba kuna watu wengi sana wanaitwa wanaume majina hawajui wanaume, tunaojua shida tunavyoishi ni mimi. Najua wapo wengi sana. Na wapo, wapo wengi tu wanaopitia magumu tena zaidi ya Nuhu. Sema kuna wengine wanakata, kuna wengine wanakaa nayo tu moyoni na kuna wengine huwa wanachukua hatua ya kujitoa uhai kabisa. Mimi Nuhu ni mwanangu miaka mingi sana, kipindi naingia tu Dar es Salaam, studio ya kwanza kabisa mimi kurekodi ndio alikuwepo wakina Nuhu. Hata alivyopataga alivyompataga dada yangu Shishi hakuniacha hakuniachaga nyuma Mona akanisapoti sana kwenye biashara yangu. Sisi ni ndugu wa muda mrefu, nikimuona analia shida najisikia vibaya. Mungu yupo na sisi wote e, wote ni watu wake e, akiamua kukupandisha atakupandisha tu. maneno ya binadamu ya kuyazoea. Umeona bwana, so huo ndo ujumbe wa Cox dawa yao. Baada ya kuamua kumsupport Nuhu Mziwanda, ukiwa kama mdau, uweka maoni yako katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha unasubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.